Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Namna gani tunamrudia Mungu? Tunamrudia kwa maombi ya toba, tunamrudia kwa maombi ya unyenyekevu. Huwezi ukakosea halafu ukaenda tena kifua mbele, lazima unyenyekee. Maombi ya toba yanakupa unyenyekevu. Anasema, larueni la mioyo yenu Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Hiyo neema unayotaka ikusaidie mwaka huu, hiyo neema unayotaka ikuinue kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, haitakuja hivi hivi bila kuwa mtu wa maombi ya toba. Kaa kwenye maombi ya unyenyekevu. Unajua unapoomba maombi ya vita ni rahisi wakati mwingine kupotea, ni rahisi wakati mwingine kuomba, yaani kwa kutumia nguvu, lakini maombi ya, ya, ya toba yanakupa kunyenyekea. Maana unajua wapi nilipokosea, unajua nini ninachokitafuta. Kwa kwa hiyo roho ya ya neema na kuomba huachiliwa juu ya mtu au watu kwa vipindi tofauti tofauti, kulingana na mtu anavyoona. Mungu anavyoona, Mungu anaangalia. Inawezekana mimi kwa kipindi nilichonacho sasa, Mungu anataka kunipeleka mahali fulani, hawezi kunipeleka, lazima aachilie roho ya neema na kuomba ndani yangu, ili niweze kutengeneza uhusiano uliopotea, ili niweze kurejesha mahusiano katikati yangu na yeye, aweze kunipatia kile ninachokitaka. Amen. Twende tumalizie na kitabu hiki cha Samueli wa Kwanza, alafu tutaomba. Samueli wa Kwanza mlango ule wa saba mstari wa kwanza na kuendelea. Hii ni habari ambayo tunaifahamu. Tunaambiwa na hao watu wa Kiriathi Yearim wakaja wakalichukua sanduku la Bwana wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko Kilimani, nao wakamtenga ele eleazari mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku ambayo sanduku lilikaa kiliathiri yam, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka ishirini, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samuel akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi Iondoeni mbali miungu migeni nayo maashtoreti yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa maabahali na maashtoreti, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa. Nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe na Wafilisti walipanda juu ili kupigana na Israeli Nao wana wa Israeli waliposikia, wakawaogopa Wafilisti. Wana wa Israeli wakamwambia Samuel, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa, kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samuel akamtoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samuel akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamwitikia. Hata Samuel alipokuwa akiita akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, walakini Bwana akapiga ngurumo mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuata Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari ndipo Samueli akatao akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni akaliita jina lake Eben Ezen, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana Yesu asifiwe. kwa dakika chache tulizo nazo ndio maana nimelisoma hili neno, uone hawa wana wa Israel walikaa kwenye mahangaiko, walikaa kwenye shida, walikaa kwenye tabu kwa miaka ishirini. Sanduku la Mungu lilikuwa katikati yao, ni kama mimi na wewe leo, madhabahu iko hapa, lakini tunapitia shida na changamoto. Kwa nini? Dhambi. Mpaka mtumishi wa Mungu Samuel aliposema sasa, tusimame muombe Mungu. Bwana asifiwe. Na mimi naomba tusimame tuombe kwa dakika chache zilizopo, tumwambie Baba, tusamehe. Inawezekana kuna mahali tumekosea, ndio maana niko na hii changamoto kwa muda huu mrefu, haiondoki kwangu. Pasipo maombi ya toba hatuvuki. Hawa watu waliteseka kwa muda mrefu, walifadhaishwa na Wafilisti, lakini maombi ya toba ya siku moja tu yalibadilisha ile shida kwao, yaliondoa yale mateso kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuseme Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii na upendeleo ulionipa mtoto wako wa kuja nyumbani mwako asubuhi ya leo. Ninaomba rehema, mahali popote nilipokukosea, inawezekana dhambi zangu makosa yangu uovu wangu ndio ulionifarakanisha mimi na wewe, hata hutaki kusikia yale ninayoomba, hata hutaki kusikia yale ninayoyaleta mbele za uso wako. Tazama e Bwana, kwa muda huu wote nimekuwa na hii changamoto, sijaona kutoka, sijaona kusaidika. Lakini sikia leo kwa maombi ya muda huu mfupi ninayoenda kulia, naomba unisamehe, naomba unitakase. Ebu enda, nenda tu mbele za Mungu, nenda kwa moyo wa unyenyekevu, nenda tu mwambie Baba nisamee. Hata wale maadui wanaokuonea watakuachilia. Angalia kitabu hiki tumesoma hiki, tumemaliza nacho. Wafilisti waliwatesa Waisraeli wa waliwasumbua sana, pamoja na kwamba sanduku la agano lilikuwa katikati yao, lakini waliteseka. Nini kilichowatesa ni dhambi. Nini kilichowasumbua ni dhambi. Mkono wa Bwana haujawahi kupunguka. Mkono wa Bwana haujawahi kuacha kutenda makuu macho, uso wa Bwana haujawacha kutembea na sisi, ukatuachilia neema, lakini tunaambiwa uovu wetu na dhambi zetu zimetufarakanisha. Hawa wana wa Israeli uovu wao uliwafarakanisha, waligeuka kuabudu miungu mingine, wakaitolea na sadaka, wakaipa na sadaka. Ndio maana mtumishi wa Mungu Samueli alipoambia, naomba tutengeneze, aliwaambia leteni sadaka. Alipoitoa ile sadaka, ndipo ilipoenda kubadilisha pamoja na maombi yake ya toba pamoja na maombi ya maombolezo pamoja na maombi ya matengenezo. Hebu mwambie tu, Baba naomba rehema, nimekukosea kwa mikono yangu, nimekukosea kwa macho yangu, nimetamani wakati umesema nisitamani, nimeua wakati umesema mimi nisiue. Baba naomba rehema, katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo. Kuna mambo hayaendi sawasawa, kuna mambo yamekuwa gumu tumejitahidi kwa kila njia Bwana, lakini yameshindikana, hatuoni mpenyo, hatuoni njia, tumetambua hayo yote Bwana. Asubuhi ya leo tuna ra mioyo yetu, tunararua mioyo yetu wala sio mavazi. Tumelarua e Bwana, tunajutia dhambi zetu, tunajutia makosa yetu. Kumbe ndio yanayotuficha uso wako, kumbe ndio yanayotufarakanisha na wewe hata hutaki kusikia. Umesema sikio lako sio zito, na ndio maana u... Tukuite, na we unaitikia kwa sababu sikio sio zito. Ulisema niite, nami nitakuitikia, takuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyaweza na tusiyoyajua, lakini tumeshindwa kuyaona. Tumeita kila inapoitwa asubuhi, tumeita tumekuita, kila inapoitwa mchana tumekuita, kila inapoitwa jioni, hatusikii ukiitika. Kumbe sikio lako Bwana sio zito ila limekuwa zito kusikia kwa sababu ya dhambi zetu. Twende kwa nani Bwana? Kwako kuna msamaha wa kweli, kwako kuna msamaha wa kweli. Tunaomba utusamehe, tunaomba utuhurumie. Wakati mwingine tumewaza mabaya juu ya watu, kumbe sio wao. Chanzo cha kushindwa, chanzo cha kuwa nilivyo ni ile dhambi, ye Bwana, chanzo cha kutembea katika shida, katika mahangaiko katika taabu zote ni namna nilivyo mbele zako, e Bwana. Mkono wako haujawahi kutenda makuu, mkono wako unatenda hata sasa, mkono wako unafanya mambo makubwa hata sasa, lakini kwangu sioni ukitenda, sioni ukitenda, kwa sababu umesema shahara wa dhambi ni mauti. Badala yake Bwana, naomba yaliyo mema, lakini napokea mauti, naomba yaliyo mema, lakini napokea mauti. Kumbe ni ile dhambi inayotenda kazi ndani yangu. Baba, naomba rehema, Baba naomba unisame, naomba rehema kwa ajili yangu, naomba rehema kwa ajili ya mume wangu, naomba rehema kwa ajili ya mke wangu, naomba rehema kwa ajili ya wazazi wetu. Baba, inawezekana pia na wao wamekosea, na wao wamekosea. Ndio maana tunaona hiyo taabu, ndio maana tunaona hayo mahangaiko, ndio maana tunaona magonjwa hayaondoki kwetu, ndio maana tunaona adhabu ya magonjwa makubwa yasiyotibika nyumbani mwetu. Wewe ni Mungu mwaminifu, tunalia mbele za uso wako, tunaomboleza mbele zako Bwana omba utusamehe. Tumechoka na mauti zisizo na maana, tumechoka na mauti za ghafla nyumbani, tumechoka na magonjwa yasiyopona, tumechoka na misiba isiyoeleweka. Kumbe chanzo chake ni ile dhambi, tumekukosea. Yawezekana wamekosea babu zetu, yawezekana wamekosea wazazi wetu yawezekana wamekosea ndugu zetu, lakini we umesema unaangalia mtu mmoja atakayesimama mahali palipobomoka ili wewe Mungu ulitengeneze boma, utengeneze familia, utengeneze ukoo wetu. Tazama e Bwana, maisha tunayoishi ni maisha ya kimasikini, na wewe umejaa utajiri wa kila aina, na wewe umejaa heshima ya kila aina. Ana ndio maana ukase utajiri na heshima viko kwako Bwana. Tumeomba kila leo, lakini hatupokei. Wazazi wetu na sisi wenyewe, maisha ya taabu, maisha ya majuto, maisha ya mahangaiko, maisha ya umasikini. E Mungu tuhurumie, E Baba uturehemu. Tumetambua dhambi yetu iko mbele yako daima, dhambi yetu iko mbele yako daima. Dhambi imetangua ya mbele yetu, ndiyo maana umeuficha uso wako. Asubuhi ya leo, baba utuhurumie, baba uturehemu, baba utuoshe, tutakase kwa dhambi kwa damu yako, tutakase kwa damu yako, sisi watoto wako tumekukosea, tumeenda kinyume na mapenzi yako Mungu, tuhurumie. Endelea kuomba tu rehema, bado tuna dakika chache, bado tuna dakika chache. Mwambie tu Baba, naomba rehema, mwambie tu Baba, naomba rehema. Kumbe tunayoyapitia chanzo chake ni dhambi. Tumeshindwa kusoma, hatufanikiwi tumeshindwa kupata ajira nzuri, kumbe chanzo chake ni dhambi. Yale madhambi, yale maovu tuliyoyafanya kwenye maisha yetu, ndiyo yametufanya tuwe tulivyo na wewe umetazama mtu mmoja, na wewe umetazama mtu mmoja, umetaza ni mimi Baba, niliyetambua hilo, nimesimama mbele zako, ikaweko sababu ya kuiponya nyumba ya baba yangu, ya kuiponya nyumba ya mama yangu, ya kuponya familia yangu, ya kuponya na ukoo dhambi zetu, kwa makosa yetu, kwa maovu yetu, tumefarakana na wewe, tumefarakana na neema yako, tumefarakana na utajiri wako, tumefarakana na heshima yako, tumefarakana e, Bwana, na kibali chako, kwa sababu ya yale makosa, kwa sababu ya ile dhambi, Baba tunanyenyekea, tumetambua, tumetambua mejua tusamehe, hata pale tulipowawazia watu wengine Mungu tusamehe, Baba tuhurumie. Kumbe chanzo ni dhambi zetu, umesema wazi, wala hujatuficha shahara wa dhambi ni mauti. Baba tazama mambo yanayotokea, mambo tunayoyapitia kwenye ofisi kwenye biashara, kwenye mifugo, kwenye nyumba zetu, Mungu, ikumbe chanzo chake ni dhambi tuliyofanya. Baba, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu uliye mtakatifu. Tunakushukuru maana umesikia. Tunapoondoka tena mahali hapa, Bwana, naomba utulinde na kututunza, naomba utufunike katika damu yako tuangazishie nuru za uso wako, ziende pamoja nasi ewe Bwana. Kono wako unaotenda makuu uende nasi mchana kutoa leo. Tunajifunika damuni mwako, tunafunika na nyumba zetu, tunafunika watoto wetu tunafunika familia zetu tunafunika na ndugu zetu kwa damu yako ya thamani, kule kwenye biashara kule kwenye ofisi zetu kwenye kazi hata kabla hatujaenda, tunaitanguliza damu ya Yesu ikanene mema, tukauone wema wako mchana kutwa wa leo, siku ya leo Baba neema yako ikawe juu yetu. Baba, tunakushukuru hata tumekuja na sadaka za shukrani kwenye mikono yetu, naomba ukazibariki, naomba ukazibariki e Bwana, na ukazipokee, ukazi ukazi zikafanye kazi yako sawasawa na mapenzi yako, lakini kwetu Bwana, tukaone neema na baraka yako, katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini amen. Makofi mengi kwa Yesu, basi tulete sadaka. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na nchi, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wako kama wewe. Tunakushukuru sana kwa siku ya leo, imekuwa ni siku njema, umetupa neema ya kuja ikaruni mwako, umetupa neema kwa njia ya wale wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Tunakushukuru, tumesikia neno lako Bwana. Mungu mtakatifu, tusaidie sana tunapoendelea kuwepo kwa dunia, neema yako baba itufunike, neema yako baba ituokoe katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa ajili ya mwalimu wetu, umetupa neema ya kuwa naye siku ya leo na siku zilizopita, Bwana ameachilia kwetu ujumbe wa neno lako. Mungu mtakatifu, endelea baba kumbariki, endelea baba kumwinua, endelea baba kumtunza katika Ka jina la Yesu umewatuma katika malango haya, umewatuma katika madhabahu hii, si madhabahu ya Chang'ombe tu, hata madhabahu zingine watu mbalimbali mbali duniani kote, wanaposikia ujumbe wa neno lako, tunakushukuru sana. Endelea baba kuwalinda, endelea baba kuwatunza, kila ambacho umewatuma baba wakiachilie kwetu, hawatarudi kama jinsi walivyo. Neema yako baba ikatufunike katika jina la Yesu, ninakushukuru sana. Tazama watumishi wako, hatukuja mikono mitupu, umetubariki kwa baraka zote Baba, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka, maana ibada inakamilishwa na sadaka. walipokutolea sadaka Mwenyezi Mungu uliwakumbuka, ulikumbuka Yesu, wakumbuke watumishi wako. Tunapotawanyika mahali hapa, wengi wanakwenda kwenye kazi za mikono, neema yako Babi wafunike, neema yako Babi walinde, wape nguvu zako. Tunatamka kibali asubuhi ya ya leo, kila mmoja atakapogusa chochote atakachogusa, Bwana Baba wape kibali kwa jina la Yesu. Wana ambao hawana fedha, Mungu Mtakatifu ape fedha katika jina la Yesu. Wanaopitia changamoto, Bwana Yesu ukaziondoe hizo changamoto. Tunakutukuza sana, neema yako itufunike, neema iwaokoe wanadamu. Bwana Yesu itufunike katika jina la Yesu. Tunapoondoka mahali hapa, hakika mkono wako ukawe juu yetu, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi tushiriki neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele.